Na mtazamaji karibu sasa hivi moja kwa moja katika gumzo letu, nikiwa na Dr. Mwaka pamoja na Miriam wa Migomba ikiwa e, wiki tuliyozungumza daktari alituambia kwamba kweli wanaume wanapenda aa, wa, mabinti ambao ni warembo e, na pia tukabili tukaambua kwamba wanawake wanapenda wanaume ambao wanajiweza kip, kipato yani, kihali na mali. Lakini katika maelezo ya daktari mwisho akatuambia kwamba lakini una urembo ni ule wa kiasili lakini kuna watu baada ya ile mada walikuwa wanasema daktari kwamba lazima binti ajiongeze, eh, lazima ujiongeze kidogo. Kwa hiyo mnaposema kwamba tubaki wa kiasili na kwa mtiani, je, unatuambia unaposema kwamba wanaume wanapenda urembo wa kiasili peke yake, daktari unasemaje? Daktari Maka <coughs> nashukuru sana uh, kujiongeza katika usafi na kuboresha usawa wako ni kitu kizuri sana lakini kujiongeza kutengeneza vitu ambavyo si vya kwako, vitu ambavyo si asili yako. Kwa mfano tumeona leo watu wakiongeza maumbile yao, wakiongeza vifua vyao, wakibadilisha rangi za ngozi zao, ambazo mwisho wa siku inaonekana kabisa kwamba hii si ya kwako. Nachopenda kusema ni kwamba ukweli utabakia pale pale. Wanaume hutamani kuona vile vilivyotengenezwa sana, ila wanapenda vilivyokuwa vya asili. Sasa ni hiari yako mwanamke, unataka utamaniwe au unataka upendwe? Kufanua, sema, kwa hiyo kufanua nasema kwamba yule ambaye anajiongeza akajiongeza sehemu zake labda pengine uh, akabadilisha umbile lake mm-hmm. Wengine pia wakabadilisha rangi mm-hmm. Ni kwamba wanachojenga tu kwao ni matamanio na ukweli halisi ni wala hawafanyi vile kwa ajili ya wanaume. Na hapa naomba niliweke vizuri, wanawake wengi wanavyojibadilisha na kujiongeza huwa ni kwa ajili ya kuwatambia wanawake wenzao. Wanajua kabisa kwamba wanaume sio vitu vile ambavyo wanavipenda, ila tu yeye, ili ajilinganishe na mwanamke mwenzie, ndio huwa anajitengeneza vile. Na tunabakia kusema kwamba kujiongeza katika mazingira ya usafi, kuboresha usafi wako, kuutunza urembo wako, kuutunza ustafu, ustadi wako ni jambo jema sana, lakini kuongeza mambo mengine ambayo ni zaidi ya maumbile yako unajidanganya mwenyewe. Wanaume hawako huko wala hawana shida wanaume, wana wana, wana, wanaume wanapenda mabisi wengine, kuna mabinti ambao wanafanya manake, wanashinikizwa na wanaume zao. Mtu anasema nataka uwe mweupe mm -hmm. Nataka sijui uwe na figa namba gani nataka uwe na nini na nini, unasema yale yote. Ukichunguza vizuri Rashid, utakuta hao waliojiongeza na kujiongeza sana ndio wanarandaranda mitaani na wale ambao hawajajiongeza sana ndio waliohifadhiwa ndani ya majumba yao. Tazama, fanya research, utagundua wanaume watakwenda kumtamani yule aliyejiongeza sana watamtumia huko waliko, lakini wanayekwenda kumleta ndani kwa ajili ya kulinda nyumba na kuzaa na kutunza watoto wanamwangalia yule ambaye ana uzuri urembo, lakini si wa kwenda kujitengeneza sana, si feki sana. Nam, nafikiri naweza kufafanua kwa vizuri kabisa, Miriam. Na hii inanikumbusha kwamba anaposema masuala kwamba unapokuwa unataka kujirembua sana, ubadilishe umbile lako, unajenga matamanio kwa wanaume kwa, na unajua kama mwanamume anapokuwa anatamani anakula tu kwa hamu lakini aliye na njaa anakula kwa kushiba. Kwa yule ambaye atakuwa anatamania ni kwamba anataka naye pia awe miongoni mwa wale ambao anasema, yule binti nilikuwa naye, lakini si kwamba anakuhitaji maishani, kwa mujibu wa Dokta Mwaka anavyoeleza yes. Je, Miriam, unaafiki hilo ama uafiki? Kwanza nikupe siri moja na. Katika haya maisha Mwenyezi Mungu amemshusha kila mwanamke uwe na ubao wa kuzikiwa Una mwanaume wako, uwe na miguu kama fito za genge. Una mwanaume wako, uwe na kifua kama vile unatenda ya kunyonyesha. Una mwanaume wako, yani kila mwanamke aliyeshushwa hapa ana mwanaume wake. Unajua nyinyi wanaume, inawezekana kabisa kuna mtu akaniona mimi akapendezewa kitu hapa kwenye sura yangu, akapendezewa macho yangu, akapendezewa pua yangu akapendezewa lipsi zangu, lakini kuna mwingine nilivyo mimi akawa wala havutiwi hata kidogo. Hiyo kwanza, ndio nikupe sifa ya wanaume ile kama alivyosema Dkt. Mwaka ni kutaka kujionesha kwa wanawake kwamba na mimi niko hivi, japokuwa sio ile shepu asilia. Na hiyo, baadhi ya wanaume wanataka atambe na yule mwanamke mtaani kama kwenye baa apite, wanaume wageuke wamwangalia, ana shepu. Lakini si mwanamke ambaye wa malengo yake, ni wanaume wachache sana ambao anaweza akavutiwa na hivyo ambavyo sio asi asilia, akaamua kumweka ndani. Lakini kama nilivyokwambia, kila mwanaume ana chaguo la mwanamke ambaye anayempenda na nanukuu, kauli aliyosema Daktari Mwaka, angalia wanawake wengi ambao wenye hayo mashepu, ni nadra ukamkuta yuko ndani ya ndoa na anatambulishwa kuwa ni mke, ni nadra, lakini wengi wao kwa baadhi ya wanaume ambao na wao pia inawezekana wana maswaibu yao kwenye ndoa, akatumika akaachwa hapo na yule mwanaume maisha yake mengine yakaendelea. Wiki ile tulikuwa tukizungumza Rashid. mm -hmm. endelea, endelea, Miriam. Rashid. Naam, wiki ile tulikuwa tukizungumza kuna kitu Dkt. Mwaka alikitamka kwamba leo hii wanawake tunapendwa kwa, usakwa, kwa, kwa urembo wetu na kila kitu chetu, lakini wanaume wanapendwa inawezekana kwa kazi yake. Pale nilikuwa nataka nipaweke sawa, nikasema nisisahau, leo hii kuna wanawake wanaingia kuolewa na wanaume kwa sababu mwanaume anafanya kazi fulani. Dkt Mwaka alisema kwamba wanawake tunapenda kujivunia, mume wangu ni injinia, mume wangu ni pilot. Mume wangu ni mtangazaji, mume wangu ni labala, labalato laba, mume wangu ni hivi. Lakini kumbe inawezekana mimi niliolewa kwa sababu ya kile cheo. Kile cheo mume akiwa hana, sisi wanawake tuna uwezo wa kuondoka, kwa sababu niliolewa na cheo, lakini sikuolewa na Rashidi. Mfano natoa, Rashidi uwe mume wangu, nimeolewa na Rashidi mtangazaji, lakini kumbe, Rashidi, ule utangazaji utakwenda, utakwisha, atabaki Rashidi kama Rashidi. Kuna wengi, hatuwezi kumudu hapo japokuwa mume alinioa mimi kwa sababu ya urembo wangu mm-hmm. lakini kumbe mimi urembo wangu, nilikubali kuolewa na Rashidi kwa sababu ni mtangazaji, lakini Rashidi ule utangazaji hana mimi naanza visa na vituko, lakini ukweli sizungumzi kwamba visa vyangu na vituko vyangu kumbe Rashidi no, dr. radhi kidogo tarudi kwake, lakini nita, dr. Mwaka nataka tuzungumze mimi nayo, kwa sababu ukiangalia uh, wanaume pia wanalaumiwa pakubwa, kwa sababu wanaume pia wanafanya wanawake waende wakabadilishe maumbile yao kwa sababu umekaa na binti amekuonesha hisia zake na nini, lakini wewe una, una uh, haumshughuliki kwa sababu hata kuna wengine wa, pia wanabadilisha maumbile yao ndani ya ndoa mm -hmm. na kuna mume ambaye anamuona na anamwacha. Naam no. kwamba ulimuoa alikuwa na rangi hii na rangi hii, ulimuona alikuwa kwa anafiga nambari 12 na sasa hivi ni 11. Wewe tu unayaona hapo na lakini no. humwambii chochote no. hauoni kwamba inafika mahali wakati mwingine wanawake tunawasukuma kwa ukuta mpaka mm -hmm. ifikie mahali afanye kitu ambacho anajua ni kibaya mm -hmm. Kimaadili na kidini lazima afanye. Mimi nafikiri yawezekana wakawepo wachache wa namna hiyo ambaye anatamani mkewe abadilike badilike kufikia vile ambavyo nafsi yake inatamani. Wanaweza kuwepo wachache, lakini tukiangalia majority, tukiangalia majority, wanaume huwa wanavitamani hivyo kwa kuviona tu nje Labda na kuvitumia na kuvitumia na viende, ila inapokuja swala la kustar, kutulia ndani ya ndoa, kuangalia watoto, huwa wanaangalia mwanamke ambaye atakuwa hivi leo, atakuwa hivyo mpaka siku za mbele. Kwa hiyo tukitazama pia, tukizungumza na wanawake wenyewe, ukiwauliza wengi wao, mimi nafanya kazi na wanawake, mimi ni mshauri masuala ya kisaikolojia, ukiuliza wanawake wengi bana hivi, wewe unafanya hivi kuna mwanaume ameshakukwambia ubadilike uwe hivi, wanasemaga hapana, lakini ukichunguza katika maongezi yao utakuta wanashindana wao kwa wao. Mwanamke mpinzani wake huwa ni mwanamke, na akiona mwanamke mwenzie kawa hivi, akili yake inamtuma vile ndo anavuta mwanamume, kwa hiyo naye anataka awe kama vile yule, lakini their reference, kwenye watu mia moja wanawake wanaojibadilisha tisini na nane reference yao sio wanaume, reference yao ni wanawake wenzao, kwa ni ubabe fulani ambao wako nao kati ya wana... ni mashindano kati ya wao na wao. Kama, kama, kama, kama daktari, kuna, kuna hoja zinazozunguka kwamba hata mwanamke ambaye anajiongeza labda pengine kwenda kujibadilisha uh -huh. A, awe na kalio tofauti Mm -hmm. maziwa ako tofauti, rangi tofauti. Mm -hmm. Kuna ile falsafa inasemekana kwamba wanaofanya, sijui kama ni ukweli. Mm -hmm. Wee ni mm -hmm. Daktari, tuambia kwamba kidogo wanasumbuliwa na low self esteem. Ni ukweli hilo? Sawa. Yes, ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Wengi hawaamini na kile walicho nacho, lakini narudia kusema ni wanapofanya comparison na wanawake wenzao, hawaangalii mahitaji ya mwanaume hili laomba likae vizuri sana lakini zipo PC daktari, ambazo zikienda zikibadilishwa, mtoto akipita, unasema yes kabisa, mashine imepita na unaipita nayo, lakini huwezi kuiweka ndani. Yani, that is what I'm talking about kwamba kweli ni PC inavutia, ni nzuri, lakini as long as long ukishajua ilitengeneza ni fake, alikwenda kuongeza, utafurahi kupita naye, lakini si kukaa naye ndani. Kwa ndio maana wengi katika hawa huwa wanaishia kweli kuchezewa, lakini siku yeye kwa ndani, wakatunzwa na wakaendelea kuhudumiwa. Kwa hiyo natamani tu kusema kwamba kila mwanamke na napenda kunukuu kauli ya ya ya Miriam, mm -hmm. Kila mwanamke alivyoumbwa ana kitu cha kipekee ambacho kuna mwanaume atakipenda ndani yake, kila mwanamke. Hakuna mwanamke ambaye Mungu alimpunja, hata mmoja. Kila mwanamke ana uzuri wake, kila mwanamke ana kitu ambacho anacho ndani kwake ambacho kitamvutia mwanaume fulani, kila mwanamke, na kila mwanamke ni mrembo akitunzwa vizuri, maana hapa lazima tuweke vizuri. Kuna madada tukiwaona hata kwenye magazeti kwenye kwenye magazines kwenye TV, ukiwatazama ni warembo, lakini ukimwangalia miaka mitano nyuma, alikuwa wa kawaida sana. Matunzo yamemfanya urembo wake ukaonekana. Kwa hiyo mimi nachoamini kwamba, we mwanamke, ukijitunza na ukapata bahati ya kutunzwa, hata wewe hapo ulipo ni mrembo. Hii ya kujilinganisha na mwanamke mwenzio, hujui kafanyaje, unataka uwe, uwe kama yeye. Lakini jiulize amefanikiwa wapi? Mbona hawa mnaojilinganisha nao wenye hayo matengenezo, mbona wengi wanarandaranda mitaani? Hivi kweli wanaume wenye uwezo na nafasi ya kuhifadhi hawa hawapo? Wapo, wapo. Lakini kitu hui hui hivi, lakini kitu moja ambacho no napenda ufahamu, huyu huyu mwanamke aliyejitengeneza hivyo, mwambie hivi, hebu jitengeneze, lakini no posting no going out, au vaa baibui uone kama atakubali anajitengeneza ili akaoneshe watu, si anajitengeneza kwa ajili ya mume wake. Anajitengeneza akaoneshe watu, akashindanishwe na watu na akaonwe na watu wengine. Lakini kama kweli ingekuwa ni kujitengeneza kwa ajili ya mume wake, basi angekuwa tayari ajitengeneze, lakini asijionyeshe. Wangapi ambao wanajiongeza hivyo? Tujaribu tu, tu, tu kufanya shoo siku moja, patuwaite tengenezwa, lakini usionekane na mtu, uone kama atakubali Hawakubali kwa sababu wanafanya vile in, kwa, kwenye mashindano na, na wanawake wenzao. Kwanza ndo cha kwanza mm. wanajiongeza kwa ajili ya kuingia kwenye, kwenye mashindano na wanawake wenzao kwanza, hawafanyi kwa reference yetu sisi. Ukiwauliza mwanaume wako alikwambia hivyo, atasema hapana, lakini wakienda nje, mbona wanaenda nje? Kufanya nini? Wanaenda kutafuta kitu gani? Ni, ni, ni, ni illusions tu ambazo wanazo lakini ukweli halisi ni kwamba wanaume tunapenda, tunavutiwa na hivyo. Lakini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kumwelimisha binti ni kwamba ukienda, ukijiongeza utafuatwa na watu, lakini ukijiongeza, hautafuatwa na, lakini utafuatwa na watu. lakini hautaishi na, na, yes. na, na, na mtu ukijiongeza, utafuatwa sana sana na watakuja kweli kweli, na unaweza kujisifia kwamba wewe umefanya vizuri sana, lakini mwisho wa siku watakuja na kuondoka, ila ukitulia na ukatunza heshima yako ukatunza urembo wako. Kwa sababu kitendo cha kujiongeza ulishajipunguza heshima kidogo, kwa sababu inaonyesha kwamba wewe vile ulivyo hujiamini. Lakini kama unaweza kuamua kutoka hapo kwenda kujiongeza mahala kwingine, kupanda ndege kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kuongeza maumbile, unamfanya mwanaume akuogope kwamba how far can this girl go kwa hiyo, hiyo ndio inabakia hapo hapo, bwana. Mm, e eh, huyo kumgusa barabarani na kumwacha huko huko, lakini kumleta ndani kwangu, mm -mm, hapana. Nitamtafuta yule mwenye urembo wa kawaida, nitamtunza, nitakaa naye vizuri. Huyu mwenye mambo mengi nitapitia kule kule, halafu nitaachia huko huko. Naam na, na unakuja una na hoja Daktari, ambao kweli pia ni, ni, ni changamoto kwa sababu kwa mabinti kwa sababu ya utandawazi. Sasa tunaona katika mitandao ya kijamii tunaona dunia zingine mabinti ambavyo wameweza kujitengeneza ni wazuri, wengine wanafanya labda pengine naamini kwamba nitakuwa mlimbwende bora, kuna mwingine ajitengeze kwa sababu ya wanaume, anaona kwamba katika jinsi nilivyo, nikijiongeza hapa na hapa, nikishindana mashindano fulani, nitafaulu maishani mwangu. Kwa hiyo unamtia wasiwasi, anasema kwamba kweli, Daktari Mwaka anasema tutafuatwa na wao, lakini mimi sikujitengeza kwa sababu ya mume mm -hmm kwa sababu labda pengine ya malengo yangu ya kimaisha. Sawa. Na mimi nakubali kabisa mtu kujitengeneza kwa ajili ya malengo yake ya kimaisha, lakini twende mwisho wa reli, malengo makuu ya mwanamke kimaisha mwisho wa siku ni yapi? Mimi nafikiri malengo ya kila mwanamume kila mwanamke ni hatimaye kuja kuwa na familia bora na mke mzuri, watoto wema, ndio ndio malengo. Mengine yote tunapita tu. Sasa swali linakuja kwa kujitengeneza huo ulimbwende, unategemea kumvutia mwanam, mwanamume akutamani au akupende. Na kama utafanya kwa siri, ikija kujulikana, ikija kujulikana, anajua kwamba huyu alienda kujiongeza. Je, alijiongeza kwa ajili ya nani? Ana focus wapi? Mwisho wa siku, mwanaume anakuwa na uoga kwamba huyu hayupo kwa ajili yangu tu, kama anaweza kufanya. Mimi nimeridhika na vile alivyo, lakini yuko tayari kuongeza vingine, maana ni kwa ajili ya mtu mwingine. Na ukizingatia kwamba na kujionesha kunaongezeka, maana kwamba mwanaume anakuwa kidogo na wasiwasi wasi. Na hii naomba niliweke vizuri tu kwenye kitu kimoja niliwee kuzungumza hapa Rashid, kwamba wajibu wa mwanamume mmojawapo ni kuhakikisha mke wake anajua fika kwamba anapendwa naye. Yaani sisi wanaume tuna wajibu wa kila siku kuwathibitishia wake zetu kwamba tunawapenda lakini wanawake nao wana wajibu wa kututhibitishia kila siku asubuhi na jioni kwamba chochote kitakachotokea, hakuna mwanaume anaweza kwenda kumgusa zaidi yetu sisi. Hakuna zawadi ambayo mwanamke atampa mwanaume kama hiyo. Sasa, unapoendelea kujitengeneza sana unamtia hofu huyu mwanaume. Anaongeza haya kwa ajili ya nani? anataka hivi sana kwa ajili ya kitu gani? Anapokuwa na wasiwasi kwamba huyu hawezi kuja kwa wangu peke yangu, ndio pale anachezea halafu anaacha, atamtafuta yule ambaye anajua na uhakika kwamba huyu kweli anaweza kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu wanaume kwenye relationships huwa wana invest kweli tofauti na wenzetu wanawake. Ndio maana mwanamume anaweza akavumilia majanga mengi sana Nnam. abakia kwenye ndoa yake, lakini mwanamke furaha yake ikiguswa kidogo, anaweza kaboga kila kitu ili akaitafute furaha yake na bila shaka tunaelimika kweli na Dokta Mwaka. Na ndio maana unaambiwa hata ukienda wakati unakununua gari mahali, ama na kununua nguo, na ni ile nguo ambayo inatumiwa uh, ili ndio uipende, sio utakayouziwa. Ni utaambiwa kwamba hii ndio nzuri, lakini baadaye utaambiwa utachukuliwa kwenye boksi nyingine upewe, kwa sababu hata wenyewe wanajua hii ishaguswaguswa na watu wengi, kwa hiyo hautaikubali. Nafikiri unavyotuambia kwamba ukiwa mzuri utamimi, utamamaniwa na watu kama nyuki, lakini ni nadhara sana upate mtu akwambie njo tuishi pamoja, maana kana ile wasiwasi wa kwamba, je huyu maisha haya ya kujiongeza alikuwa ni nani nani. Lakini kuna kitu Miriam, nitakuuliza ambacho pia tuelimishe mabinti ndani ya ndoa na nje ya ndoa ni nani alisema kwamba weupe ndio kitu ambacho wanaume wanatafuta? Wengi tunadanganyana kwamba mwanaume anatafuta sijui weupe. Hakuna, siku zote mwanaume anaangalia ni mwanamke anaangalia mke gani ambaye leo hii ninaweza nikapata naye watoto akawa ni mama bora, sio bora mama wengi wetu tunadanganyana kwamba weupe ndio ambao unaweza ukasababisha. Weupe haujengi, weupe siku zote hauimarishi oa, lakini nachotaka kuwaambia ni kwamba katika haya vaisi, unaweza ukatengeneza makalio, unaweza ukatengeneza matiti, unaweza ukatengeneza kila lakini, chan, tika, kitu lakini cha msingi katika muhimu kitu kinachoitwa bahati Bahati ndo kila kitu. Yawahi kumwona mtu ana mku mzuri ana shepu nzuri ana kila kitu, lakini bahati a no. Hapa mjini watu wanalilia bahati, hawalili kitu na bahati hiyo, wanaililia nini? Ni, ni bahati ya asili ya kuweza kumwongoza mume na mume akaweza kumwongoza mtu. Unaweza ukawa na shepu nzuri na kila kitu, lakini ni wachache ambao Mwenyezi Mungu aliwapa hiyo, aliwapa hiyo karama ya kusema jamani, huyu ni ana kila kitu na kitu. Watu, watu, umanaume, asimai, jamani, wa kumwongoza lakini unaweza ukawa na kila kitu, ukawa mwonekano wako watu wakapenda, lakini kule kichwani hamna kitu, lakini mwanaume hatimaye akashindwa kuambia ndugu zake jamaa zake kwamba jamani, nimeoa boksi nilivosijaoa, lakini hana namna, anailia ndani akitoka nje eh Bwana ah, umeoa mwanamke mzuri lakini kumbe ule ni, ule ni muonekano tu wa kule nje, lakini wa ndani mwanaume anajuta, iko hivyo. Naam, kuna swali Dr. nitakuuliza katika, katika maisha, naomba nimalize. Katika, na katika maisha kuna mwanaume na kuna mume, na katika maisha kuna mke, kuna mwanamke, ni vitu viwili, lazima watu wa. Naam, kuna kitu miri amesema tuweze kumalizia hapa, ambajo, amba, ambacho pia vilevile vile ni, ni kitu cha maana sana. Aa, kuna binti ama kuna mtu umemuoa unaishi naye ilikuwa ukimsifia kwa mashallah, mke wangu umbo zuri hivi na hivi na hivi, lakini imepita miaka minne mitatu, hata akaja akacheza hapo akapiga pindu akafanya mm -hmm. uh, mayoga umsifii chochote wamtia wasiwasi atatoka naenda kujitengeza ya sababu, uh, uh, wamsifia mariko ume pika, kwa sababu zamani ilikuwako wamsifia mara. Kwa hiyo kuna wakati mwingine huenda kimya cha wanaume pia ikawasukuma mabinti kudhani kwamba huyu jamaa sasa hivi labda pengine hmm. halichokipenda hakioni tena hapa. Ni kweli unachozungumza, ni kweli kabisa uh, kama ambavyo ilivyo ni wajibu wetu kuwaonyesha wanawake tunawapenda kila siku, maana wana tabia ya kusahau. Yaani, ukimwambia unampenda asubuhi, mchana akikosea neno dogo tu, jioni usiporudia, anajua ndo umpendi tena, kwa hiyo, <laughs> kwa hiyo hiyo ni wajibu wetu, lakini hali kadhalika ni wajibu wetu kuwatengeneza na kuwasifia. Sio kusifia tu, hapana, tuwatengeneze halafu tuwasifie na ikibidi kila siku mara kwa mara kwa sababu kweli unapokuwa humsifii anajiuliza, nimekuwaje? Nimebadilika? Nimeharibika? Lakini narudia tena, bahati mbaya, hakuna kitu kinachokera wanawake kama kumsifia mwanamke. Yani mwanamke ukiona unasifiwa na wanawake wenzako, jiulize mara mbili, umekosea wapi. Aliwahi kusema, aliwahi kusema hayati Magufuli, kwamba ukiona unasifiwa na mpinzani wako mm-hmm, jiulize umekosea wapi. Na hivyo hivyo wanawake huwa ni wapinzani wao kwa wao. Mwanamke akimsifia mwanamke mwenzie, jiulize amekosea wapi. Huwa wanapenda kusifia uharibifu, huwa hawapendi kusifia mafanikio. Mafanikio ya kweli huwa hawasifii, wanasifia uharibifu. Lakini pia mwanamume, ukitaka ugombani na wanawake wengi, msifie mkeo. Ila kwa mimi nachagua, acha nigombane nao, lakini mke wangu utamsifia asubuhi na jioni kwa sababu wanaume hawapendi, mwanamume na wanawake hawapendi kuona mwanaume akimsifia mke wake. Hawapendi kabisa. Tena ukitaka waibuke kama vile mepandisha mashetani, wewe siku moja tu msifie ms, ms, tu Lulu Hassan mposti, mtengeneze bwana, mke wangu ni mrembo, mashallah una tabia nzuri. Ona watakavyokuwataka. Hawapendi <laughs> kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, lakini ni wajibu wetu kuendelea kuwatengeneza wake zetu na kuwasifia, na hapa narudia sana, Sharashi umezungumzia kuhusu kusifia, si kusifia tu, kuwatengeneza na kuwasifia tuseme kina wanaume, umetuletea mada ya juma linalopita ambapo unasema kwamba ukiona mwanamke anasifiwa na mwanamke mwenzake, jua mwza kuna mwza kasoro mwza. Na pia vile vile ukiona mwanamme ana uh, uh, mwanamme ili apendwe kwa wanawake wengine lazima asimsifie mke wake, lakini akimsifia mke wake kwa wanaume wengine, kwa wanawake wengine, wengine basi atachukiwa na wale watu. Ni mada nzuri ambayo tutaweza kuiangalia sana. Kuna mtu ametuma jumbe akasema, lakini sipi wanaume mnajiongeza kisiri? <laughs> wanaume tunajiongeza kwenye na. ufanyaji kazi upataji wa kipato na kwenye kuhudumia. Kuna jambo anasema pia, je, na sisi tuwatangaze mkijiongeza. Mtazamaji, tunamalizia hapo kwa leo nikiwa na Dr. Mwaka na pia vilevile nikiwa na Miriam wa Migomba, lakini juma lijalo taendelea. Cha msingi ni kwamba unaweza kuwa mrembo kama urulaini ule wa Mwenyezi Mungu, sawa. Ukijiongeza thamani yako inashuka na heshima yako pia inashuka, huenda ukatafutwa sasa, lakini baadaye ukawa zilizopendwa.